Serikali ya Tanzania imesema kuwa watu wawili wamethibitika kuwa na maambukizi ya virusi vinavyosababisha ugonjwa wa Mpox. Hayo yamebainishwa na Waziri wa Afya Jenista Mhagama kupitia taarifa kwa umma aliyoitoa Machi kumi mwaka huu ikielezea mwenendo wa ugonjwa huo hapa nchini. Waziri Mhagama amesema Machi saba mwaka huu, Wizara ya Afya kupitia mifumo yake ya ukusanyaji wa taarifa na ufuatiliaji wa magonjwa ilipokea taarifa za uwepo wa wahisiwa wenye dalili za vipele usoni, mikononi, miguuni na sehemu nyingine za mwili, huku kati yao mhusiwa mmoja akiwa ni dereva wa magari ya mizigo aliyetoka nchi jirani kwenda Dar es Salaam. Amesema wizara ya afya kwa kushirikiana na ofisi ya rais TAMISEMI na vituo vyote vya kutolea huduma za afya inaendelea na ufuatiliaji, uchunguzi na utambuzi kubaini kama kuna wahisiwa wengine ili waweze kupatiwa huduma stahiki. Waziri Mhagama pia amewataka wananchi kuendelea kuzingatia na kutekeleza afua za kujikinga kwa kuwahi katika kituo cha huduma za afya kwa uchunguzi na matibabu wanapoona mojawapo ya wa dalili za ugonjwa wa Mpox au kupiga simu namba 199 bila malipo, pia kuepuka kuchangia vitu kama nguo na matandiko ambavyo vimetumiwa na mtu mwenye dalili za mpox. Vilevile amewataka kuepuka kugusana kwa kupeana mikono, kubusiana, kukumbatiana au kujamiana na mtu mwenye dalili za mpox, kuepuka kugusa majimaji ya mwili ya mtu mwenye dalili za mpox, na kuepuka kumhudumia mgonjwa mwenye dalili za ugonjwa wa mpox bila kuchukua tahadhari. Usisahau kulike, kushare na kucomment YouTube chaneli yetu ya Red Pro Media kwa taarifa zaidi.